Wakili na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ameibuka na kuibua hoja nzito mara baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kumjibu padri Dr. Charles Kitima, ambapo katika majibu yake mkuu wa mkoa wa Dar alizungumza mambo mengi, huku akishauri wakati mwingine kiongozi ama viongozi wa dini wanapaswa kuwa na hekima hata wakati wa kuzungumza. Wakili Mwabukusi amemsihi mkuu wa mkoa wa Da aachane na mambo hayo na kwamba wao hawatabaki kimya tena inatosha. Siku tano zilizopita padri na katibu mkuu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania yani, TEK, aliibua madai mazito wakati akizungumza na Jambo TV. Madai yalikuwa mengi sana lakini tutajikita katika kuangazia madai mawili ama matatu ambayo yametikisa mitandaoni na kumfanya mkuu wa mkoa wa Dar kuyatolea majibu. Kuhusu tukio la uvamizi juu yake, Padri Kitima alidai kwamba tukio hilo lilihusisha kuzimwa kwa umeme na shirika la Tanesco nchini. Madai haya yameibua mitazamo tofauti tofauti ya maoni mitandaoni ambapo kunao baadhi wamedai kwamba sio kweli shirika la Tanesco kuhusika na mambo ya aina hiyo, na kwamba e, Tanesco ni moja kati ya mashirika aminifu sana nchini, na hapa hapa wengine e, wameona hizo ni tuhuma nzito, wakizitaka mamlaka zifanyie kazi madai hayo ya Padri Kitima kuhusu Tanesco kuzima umeme kufuatia uvamizi juu yake. Mkuu wa mkoa wa Dar Albert Chalamila alijibu madai yote ya Padri Dr. Charles Kitima pamoja na tamko lake alilotoa kama padri wa kanisa Katoliki kufuatia yaliyotokea kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Wakili na rais wa TLS Boniface Mwabukusi wakati anamalizia alipokuwa akiibua hoja yake baada ya mkuu wa mkoa wa Dar kumjibu Padri Kitima amesema hawatavumilia tena mashambulizi dhidi ya watu wema kwa kisingizio cha kuchukua hatua za kisheria na kwamba inatosha. Mkuu wa mkoa wa Dar Alba Chalamila amesema ofisi ya mkoa kwa kushirikiana na, na TANESCO haitabaki kimya kufuatia kauli zilizotolewa na katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania yaani tek Padri dr Charles Kitima kuhusu tukio la uvamizi alilodai alilo lilihusisha kuzimwa kwa umeme na shirika hilo. Akizungumza Disemba 5, 2025, katika hafla ya uzinduzi wa mita janja za umeme kwa wateja wa Tanesco katika ukumbi wa JNIC, RC Chalamila amesema kauli hizo ni nzito na zinahitaji kuchunguzwa kwa kina. Chalamila amesema alimsikia padri Kitima akieleza kuwa siku aliyovamiwa kulikuwa na conspiracy, yaani mpango kati ya, wav, kati ya wavamizi na Tanesco na kwamba shirika lilizima umeme ili wahalifu waweze kumdhuru haraka. Muda mchache baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kusikika akiyajibu madai ya Padri Kitima, ndipo wakili Mwabukusi na rais wa TLS alipoibuka na kuibua hoja yake iliyobebwa na mkusanyiko wa maandiko mengi ya kwamba watakwenda kumchukulia hatua rasmi Alba Chalamila, yeye binafsi na wale wote wanaoshirikiana kuendeleza matendo ya kuwabana watu wasio na hatia. Lakini pia katika hoja yake hiyo ya kumshtaki mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Boniface Mwabukusi amesema Alba Chalamila akumbushwe kwamba shambulio dhidi ya mmoja wao watachukua watachukulia kuwa shambulio dhidi ya wote. Lakini pia wakili Mwabukusi amegusia ya Tundu antipasilisu eh, na ya padri Dr. Charles Kitima kwa pamoja akisema namnukuu, hapa kile kilichofanywa dhidi ya Tundu antipasilisu hatutaruhusu kufanyika dhidi ya fadha Kitima. Alba Chalamila lazima uangalie kauli zako zinaenda mbali na huna kinga ya kutochukuliwa hatua kwa jina lako. Amesema pia ni wakati wa kujikana na kusimama na viongozi wanaojali maslahi ya umma na kutetea utawala bora na utawala wa sheria. Hayo ndiyo ambayo ameyazungumza wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi punde baada ya hotuba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, akizungumza na kujibu madai ya padri Dr. Charles Kitima. Katika hayo wakili Mwabukusi ameibua hoja ya kumshtaki Alba Chalamila. Katika sehemu mbalimbali hasa mitandao, eh, katika sehemu mbalimbali hasa mitandaoni watu wametoa mitazamo yao, pia kufuatia aliyoyazungumza wakili Bonifasi Mwabukusi. Wengine wamekosoa vikali alichozungumza wakili Mwabukusi na wengine wamekubaliana na alichokisema wakili huyo. Alipokuwa akimalizia katika mazungumzo yake wakati akijibu madai ya Dr. Charles Kitima, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Alba Chalamila alisema amezungumza na mkurugenzi wa TANESCO Lazaro Twange na kukubaliana kuwa kauli kama hizo zinapaswa kufanyiwa kazi ipasavyo kwa kuwa zinagusa taswira ya shirika. Kauli kama hizo ni ngumu sana ambazo tunapaswa kuanza kuzifanyia kazi vizuri sana. Tumewaambia wanasheria wafanye kazi yao bila kubaki kimya, amesema RC Chalamila. Amesema pia TANESCO anayoifahamu haiwezi kuhusika katika tukio lolote la kuzima umeme kwa lengo la kumdhuru raia, hivyo ni muhimu kupata maelezo ya ziada kutoka kwa padri Kitima, ili taswira ya shirika hilo iendelee kuwa njema. Ukikuta kuna hayo maneno ndani ya mkoa unaouongoza, there is something to do, kuna la kufanya. Lazima kama mkoa na wanasheria tukae pamoja, tumuulize vizuri ndugu yetu Padri Kitima, labda ana maelezo ya ziada, amesema. Ikumbukwe, Disemba 1, 2025, TANESCO ilikanusha vikali taarifa kuhusiana na mahojiano ya Padri Kitima, ambapo shirika hilo lilihusishwa na matukio ya kihalifu. TANESCO ilieleza kuwa kukatika kwa umeme mara nyingi husababishwa na sababu za kiufundi kama hitilafu za dharura au matengenezo yaliyopangwa, na kwamba mambo hayo hayana uhusiano wowote na vitendo vya uhalifu ama vitendo vya kihalifu. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu ili kusudi upate kujua ama upate kufahamu na kujua ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa hasa eh, kufuatia aliyoyazungumza Padri Dr Charles Kitima na jinsi ambavyo alijibiwa na e, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia wakili Mwabukusi kuibuka hapa mara baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kumjibu Padri Dr Charles Kitima kuhusiana na habari hii. Wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa komenti. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia hakikisha ya kwamba unaendelea kutufuatilia ama kutufuata kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, eh, Facebook, TikTok, Twitter na kadhalika kwa majina ya Habari Kiganjani.